Asante uh, sana Bwana Shims Company Media, tunawakaribisha uh, sana katika ofisi yetu. Lakini acha ni kukatize kidogo, umesema mganga ni wa kufanya vitu vibaya vibaya mm. na wewe ni daktari mm. Juzi katika video ya Kisii mm. ambayo tuliona mm. kuna mwanaume mm. alienda akaiba bibi ya wenyewe mm. wewe kama daktari ambaye umesema si mganga mm. ukafanya mambo yako hawa watu wakagwamana mm. Hiyo ni kitu mbaya ama si mbaya? <laughs> Ah, umeniuliza daktari. Wewe ni mganga ama wewe ni daktari ama mganga? Aha. Sasa nimekwambia mimi ni daktari. Daktari wa miti shamba hata, okay. Mganga pia anakuwa daktari si hivyo? okay. Sasa kuna tofauti ya mganga na daktari. Daktari ndio mtu ambao mwenye anasaidia wa binadamu, lakini kuna ule mganga kama yeye, kazi yake ni kuangamiza okay. ama vibaya vibaya mm. na kufanya vitu vibaya vibaya na misfa mm. nyingi. Hivyo mimi daktari wa, lakini acha ni kukatize kidogo. Umesema mganga ni wa kufanya vitu vibaya vibaya, na we ni daktari mm. juzi katika video ya Kisii ambayo tuliona mm. kuna mwanaume mm. alienda akaiba bibi ya wenyewe mm wewe kama daktari ambaye umesema si mganga mm, ukafanya mambo yako, hao watu wakagwamana, hiyo mm, ni kitu <laughs> mbaya, ama si mbaya daktari e? Okay. hiyo sio mbaya, hiyo sio mbaya ah ah, hiyo sio mbaya e. Sasa kuna wale ambao mwenye anafanya kama mimi sipendani na huyu mtu, niende nifanye kitu kibaya kwa boma yake mm -hmm. Ama nimwangamize mm -hmm. vitu kama hizo no, lakini no, no, no. Sasa kama ni kugwama, unataka hao watu wakae pamoja na bibi yake, asikuje kurandaranda na wanawake wengine wa nje. Sasa unaona kama huyo mm -hmm. muke, walipendana mm -hmm. asasa akabembereza muke mke, akaenda lone sasa vile alienda loan akamdanganya wacha niende biashara. Sasa hiyo ni biashara kweli? Okay. Alidanganya mke wake biashara. Anaenda biashara. Anaenda biashara. Amechukua bibi yake, amechukua loan. Sasa na hiyo biashara gani baba? Nataka kuniambia wewe ni mwanaume. Niambie ni biashara gani hiyo? Unajua, daktari, wanaume tunakuwa na biashara mingi. <laughs> Sasa hiyo biashara ndio alifanya. Ndio sababu mama alikuja akilia machozi. Akaniambia daktari, nitafanyaje? Nikamwambia hapana, wewe nyamaza. Alifanyaje? Akaniambia alinidanganya twende pesa, nikaenda pesa ya wenyewe. Sasa mi wananitafuta, imemaliza kama one week arudi. Nikamwambia hapana, wewe nyamaza, acha tujaribu, Mungu atende. Tukafanya vile nilimwambia. Siku tatu akanipigia simu, mama, uko wapi? Nikamwambia simi, unajua ofisi yangu. Akaniambia hapana, kuna mazuri. Kamwambia mazuri gani? Ah, akanipigia simu, akanielekeza penye niko, nikaenda na dawa zangu ndio sasa waweze kubebana hadi hapa jusi, kuwa nimeenda na vitu zote za kutosha, ni watibu wakiwa huko waachiliane. Ah, mm -hmm. Ndio sababu uliona tuliandamana nao kwa hiyo gari, wakafika hadi hapa nikawatibu, tukiwa hapa ndio wakaachiliana, ndio wakaachiliana, kila mtu akashika kivyake. mm -hmm. kuna video nyingine mama Tiko niliona. mm -hmm. mwanadada sijui alikuwa ameiba nini, alikuwa ameiba pesa nikaona nyuki zimemvamia kila mahali. Hebu tueleze hicho kisanga mama. <laughs> Sasa huyo mwanamke mm -hmm. ye pia alikuwa na mpenzi wake, na huyo msichana alikuwa kutoka Kisumu. E, okay. Alikuwa anatoka Kisumu. Sasa vile ani huyo kijana akampatia fea, akakuja. Sasa vile walikuja, si wakaenda lodge penye anaenda kulala. Sasa sijui kulienda aje ama ni madawa alimrushia ama alifanya aje. Sasa kijana kuamuka aoni kitu. Kupiga simu ni mteja ameenda. Ah, lakini alikuwa ako na namba yangu. Akanipigia mama, nimepata shida. Shida gani? Nilikuwa na msia, aliniambia ukweli: "Mama, nilikuwa na msichana ambaye tumependana eh, na yeye akakuja hapa kwangu. Sasa kuamka kwa asubuhi ameenda na pesa ngapi? elfu hamsini. Unataka aje? Sinataka nirudishie pesa zangu, lakini simu yake nimte nimteja. Nikamwambia unataka tumuonyeshe aje mm? Akaniruhusu mama, we fanya chenye utafanya, utafanya. Nikasema ni sawa, shika dawa, unajua penye mlikuwa eh. Shika hii dawa uende unyunyuzie, na akaenda tunimpea tu dawa mm. mm. Nikamwambia sasa najua baba nikachukua na karatasi mm. Nikamfungia, nikamwambia unajua vile mlikuwa. Akasema, nikamwambia endo nyunyuzie hivi mm. ukimuita majina sema kama wewe ndio umeenda na pesa zangu, nimekupatia siku mbili ama siku tatu, ukue kama umejulikana popote ulipo, mm. akafanya hivyo, ilipita tu siku mbili, nyuki zimemvamia sasa mama tiko. Mm. swali langu umemalizia pale kwa nyuki mm. Swali langu linakujia pale kwa nyuki hizi mm. nyuki ambazo zinavamia watu Mamatiko kwa sababu mm. tumezunguka kwa compound, hatujaona mzinga wa nyuki. Hizo nyuki hutoka wapi? Hizo <laughs> nyuki hicho. yeah. Ni kipawa sasa. Okay. mm. Ni kipawa. Ni kipawa. Okay. mm. Okay. Okay. So guys, Uh, vile mama anasema vile daktari anasema Hicho ni kipawa, kwa sababu sisi tumezunguka tu kuona nyuki. Sasa hizo mm. nyuki umeuliza, kama nataka ujue, mm hizo -hmm. nyuki pia zinakuja kama ziko na kazi zenye zimetumwa, zimetumwa. Ama kama kuna kazi ambayo mwenye nataka ziende zinifanyie, sio rahisi zione zikapa hata ukitaka sai nawezi. Aa, e. Mimi nikakuonyesha mimi sitaki sai, mi ungetaka ningesema tu babu sasa mkuje hapa au, tu hiyo vitu <laughs> <Guys, laughs> ya babu achana kwanza tuendelee, tuna interview daktari. Eh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> eh, sasa hizo pia zinakuja, okay, kufanya kazi ambao mwenye nataka ziende zifanye. Okay. Eh, waizi sana sana wana unajua kuna mwenye anasema hapana daktari na mimi akinirudishia kama kuna watu ambao mwenye wajajua ni nini nawezi nikafanya mm. Lakini sasa unaona kama sasa hawajuzi mm. Ukiniambia tufanye kisiri mm. tunafanya kisiri. Okay. Eh, ukiniambia tufanye kisiri lakini sasa ukiniambia mpana daktari mimi nataka huyo aibike mm. Lazima mi nafanya vile umeniambia. Mimi nafanyanga mtu kulingana na vile anata, anataka. Anataka ukisema hapana, huyo ni bwanangu, tuko na watoto, aibu kwa watoto mm. na kufanyia kisiri okay. Sasa kuna wale ambao mwenye wanataka kufunga bwana zao okay, kuachana na wamama wa nje okay. Watembele tu daktari mama, tiko na mume wow. Yes. Wako lakini mmekosa kuelewana, kujenga boma mm. ni kuandaanda nje. Okay. Tembelea Daktari Mamatiko Mamatiko mm. kabla tufunge, mm. tuelezee kuhusu hizi vitu ambazo ziko kwa rumu yako hata mm. hii kochi ambayo tumekalia ni kwa nini red? mm. naona ukuta ni red. mm. naona hapa hii kitu naona mikia za ng'ombe mbili pale. mm. tunaona nyungu yaani, mm. mambo yako hapa, mtazamaji wangu <laughs> kuna mambo mabao, <clears throat> za kuku ziko mm. tu tuguzie tu juujuu kwa sababu ya muda sasa. <laughs> hii nimekuambia kuna wale ambao wenye wametafuta kazi kwa muda mrefu ni mm. Wamekosa okay. Wametafuta mtoto, ujui nini yenye ilifunga kizazi yako mm. We nitembelee mm. Nikishaguza hapa utapata chenye nataka okay. Sasa kuna okay. Sasa kama hii Aha. Naona hii Eyo. Sasa hiyo wamama ambao wenye wamekaa kwa ndoa kwa miaka mm. Lakini kupata mtoto mmekuwa ngumu okay. Wakuje nitawachemshia hiyo dawa, okay. Alafu kuna wale wengine, okay. Mwenye anasema mimi bwanangu alipotea, mm. Nitangwa aende sijawahi muona, mm. Lakini nataka arudi kwa nyumba, nitamfungia hii dawa, okay. Tuite arudi kwa nyumba. Arudi kwa nyumba hata kama ni mkendi ame ameenda umeguza sasa hapa, hey. Sasa hapa vile umeguza. Meguza, hmm. Nikikuwa kama nimeshapata mteja wangu hapa, okay. kama nataka nikaribishe kile kipao hata kama cha nyuki mm, hata kama sio ya nyuki yenye kinaenda kushughulikia wateja kushugulikia, okay, wateja sitaki nafat... mm, nifanye sana juu watakuja wakifikiria na wakaribisha. Huyu huyu naona producer wangu Mr. <laughs> Dante ayuko comfortable <laughs> tuachane na hizi kwanza mamatiko, tufungie tu okay, kwa hii, alafu tumalizie interview hapo because kwa hiyo kwa hiyo, Sasa unaona hapa. Yes. mtu akikuja mm -hmm. kabla sijakaribisha kile kipawa chenye nimekuambia mtu mm -hmm. anapigana magoti, anamwambia piga magoti Okay. anapiga magoti, anashikilia hapa hivi, nikamwambia we mwenyewe, kabla mimi sijakuombea we mwenyewe omba kwanza mm -hmm. chenye unataka mimi daktari mamatikoni kushughulikie Okay. alafu akishikilia hapa Okay. anataja kila kitu chenye nataka nimshughulikie mm-hmm. shida ambayo mwenye imemleta kwa daktari Mamatiko. Okay. E, ndio sababu hiki kika hapa lakini Okay. E. Wow. Wale wenye wanataka kupigana nawe vita ni sasa, hata mimi E. Utanifanyia hiyo e, ya kupigana vita wale maadui zako ni sasa, labda niwaonyeshe ni tu hawa madi zangu leo, ndio siku ya mwisho hapo, tutapambana na nyinyi sasa. Mama Tiko atanipatia hii kifaa. Madi zangu tuko na nyinyi, bampa tu bampa. <laughs> Yeah mm. So Mama Tiko labda eh, unaweza kaa tu vizuri oh. ndio tumalizie mm. Eh, labda kuna mtu anaweza kuja ako na hasira na mtu, for example mm. mimi nikuwe niko na msichana na tulikosana mm na tukukosana kwa njia mbaya, tuliachana tu kwa uzuri mm. alafu nataka ni mpanish, nimpatie mm. ni ni ni adhabu mm. niseme, ah tuliachana acha mm. nikutumie nyuki niende kwa mamatika nikutumie nyuki mm. unakubali pia vitu kukubana, kama hiyo inaendanga kwa kazi ile kubwa hiyo okay. inakuwa Aha. E, tu mapenzi mm. hiyo nawezi nikawafanyia mrudiane tu ama kazi ingine kama sio hiyo ya kutumia nyuki mm. e, maji yaliyotuama siku zote yana kina kirefu. Mwenye macho nimewaambia, ni wasikilizaji wangu wapendwa. Anyway, mm. Ukiingia kwenye comment section watu wanasema o oh, hizi sarakasi za Kisii ni za kupanga, wamelipwa wamefanya nini? Pia wewe labda. <laughs> mi hizo sina, mumejisikia wenyewe. So, guys, we want to appreciate you for the good interview we have had. Na labda siku nyingine tena wakati Mama Titiko atakuwa ametumia mtu nyuki ama atakuwa ameshika mtu uh, nitamwambia nialike ili pia tuone sasa action. Mm, tuone action ya nyuki kuvamia mtu, tuone kila kitu ya yeah. from Shims Media I think my good followers I have delivered what you had sent me to do kutoka hapa kwa Mama Shiko. Labda neno la mwisho kabisa kutoka kwa Mama Shiko alafu kwa Mama Tiko kwa kwa, kwa Mama Tiko alafu kwa manufaa ya wewe mtazamaji ambaye labda ungetaka kuongea na mama Tiko, nataka asome namba yake mara mbili, ili uiandike wewe ambaye uko na haja na yeye, ili ukitaka kumpata upige hiyo namba. Neno la mwisho mama Tiko, mm. Alafu mwisho utusome namba yako ya simu. Mm. Unajua naezi nikamsomea kama ana vitaandika lakini akishika hapa. Mm. ni hiyo tu. Kwa wale labda, kwa wale labda mnataka kupigia mama Tiko. Nambari yake ni plus 254 plus 254 740 17 833 0740 17 833, ama unaweza ukapiga hii nyingine ya pili 07 51 23 Ukipigwa namba utapata Mamatiko. Wakati tulipewa namba yenu tulifurahia sana kwa kute, kutembelea hapa, asante. sisi huwa tunafanya kazi pamoja na Mamatiko okay. na Mamatiko akisafiri kama ameendea madawa tu, uh, waje tuseme kama Kongo uh-huh. kama Nigeria hmm. eh, kama Warabuni okay. sisi huwa nashughulikia hapa kazi okay. na sisi tukisafiri okay. Watazamaji watazamaje ah, mama ndiye anakuwa hapa kama anatibu okay. Sasa kazi tushajua, na tunafanya kazi aina tofauti okay. E, mambo aina tofauti, labda we mwenyewe unaitwa nani? mimi kwa majina yenyewe, yes. Naitwa Hassan. Hassan, Hassan. E, lakini tunatumia jina uh, company ya Mamatiko okay. Kama Mamatiko tunafanya kazi, huwa tunafanya okay. Kazi pamoja okay. Um, labda tutapata maelezo kidogo kutoka kwako, utufahamishe hizi kazi wewe mwenyewe ulijifunza kivipi? Alafu tunaona kuna bango fulani me ulivalia kichwani mwako, labda utupe e, mtazamo, utuambie hii ni nini? Ndio, uh, watazamaje, hii kazi ni ya kifamilia. Nishafanya na huyu Mamatiko kwa muda mrefu uh, hii kazi ni ya kuzaliwa, yani ni ya boma. Sasa nishafunzwa tangu udogo wangu Nimeshawahi, nimekuwa nime, nime kama nafanya hii kazi. Tunafanya mambo tofauti, kushika wezi, kuregesha mpenzi ambaye to, aliyotoroka, kama mtoto asomi mzuri tunashughulikia. Kuna mpenzi wa, wale wa, wapenzi ambao wako na mambo ya kulandalanda, tunaweza tukawasikanisha huko nje, mambo ya kesi kotini, hayo yote tunaifanya na mambo tofauti mengi sana eh. Labda kitu ambacho umekivalia kichwani mwako kwa manufaa ya watazamaji wetu wa Shims Media unaweza tufahamisha ni nini hii? Nilipewa na babu wangu, wakati walini... Okay. Eh, wakati walinitunza hii kazi wakanifunza hii kazi, yani wakanipea hii kazi wakanivalisha. Hiyo ni ukweli. Labda unaweza tufahamisha kazi zile ambazo tayari mmewahi fanya, na watu wakashuhudia ni kama gani? Uh, kama ya kushika wezi. mm -hmm. Uh, hivi karibuni kuna msichana aliiba pesa kwa mpenzi wake kwa loji tukamshika. Okay. Hivi karibuni kuna mwenye alishikwa hapo yani mwanamke alienda na bibi, eh, na, na mzee wa mwenyewe tukawashika tuka, okay. Na mambo tofauti au wezi wa ng'ombe huko Narok tumeshika tume wengi sana. Kwa hivyo ni kazi mingi ambazo tunapambana tuna nazo, okay. na watazamaji, msiogopi, yani, mama asipokuwa, msiogope kuja sababu tuko na uwezo wa kufanya kazi na natu, huwa tunatumia kipawa, tuko na kipawa yetu ile ya kuzaliwa ya nyumbani. Sasa mtu akikuja, tunakaribisha kipawa na inatuambia kulingana na shida yake, tutumieni miti fulani ama dawa fulani okay. sababu dawa zipo Namba mm -hmm. ni hiyo hiyo moja ambayo namba, ndio hiyo moja. Hata iyo naweza nikawasomea hapa watazamaje, okay. Namba ni 07 mm -hmm. 40 17 83 33, uh, na namba ya Airtel ni 0751 23 35 59. Naam, labda neno la mwisho kwa watazamaji wetu, pia mwenzangu hapa, neno la mwisho kwa watazamaji wetu Eh, unaweza ukatufahamisha, utuambie ni nini ambacho unaweza ukawaambia hawa watazamaji, kwa sababu kuna watu wengine hawaamini, kuna watu wengine wanaongea mambo tofauti. Nataka utazame kamera uzungumze na uh, watazamaji yani, kuna wenye wanatumia video zetu wanawapora pesa yani, kama wanajeita mamatiko, lakini namba yenyewe kama sio ile ile. Kwa hivyo nataka mchukueni namba mzuri, namba ndio hizi, namba za ukweli. Na yani kuna wale ambao wana wana wanatumia wanatumia video na wengine wanatumia yani, t-shirt zetu kuiba watu lakini musiwatembelee musi, musi tembeeni sisi. Na namba ndio hizi za ukweli. Mama akikuwa ndani, kama kuna wenye anahudumia sisi, huwa tunapokea masimu, na wakati mama akikuwa nje, kama anapumzika, anakuwa na masimu, na sisi tuko na uwezo wa kuwa ndani ama tunakuwa ndani, kama tunashughulikia wateja wate wetu. Kwa hivyo, msiogopi ukipiga simu kama kijana ndiye ako na simu Usikue na uoga, bora tu namba ndio hiyo ya ukweli. We tembea tu moja kwa moja hadi hapa penye tuko Kisii, utashughulikiwa kitaratibu. Sitaki mkue na uoga, sitaki mwogope, msipotee. um, um, si, yani sababu kuna wenye wanajiita Mamatiko, lakini kama namba sio hii yenyewe ambayo nimevalia hapa kwenye shati alafu labda mkona ofisi hapa Kisii pekee yake ama mkona maofisi mahali tofauti tuko na ofisi wakati huu uh, tu, na ofisi hapa eh, Kisii lakini tunapanga kufungua ofisi karibu na Nairobi okay. Ndio naam. Um, mtazamaji wangu, imekuwa interview fupi, interview nzuri kutoka maeneo ya Kisii, na tunashukuru sana kwa muda wenyu kwa kukubali wito wetu na kutukaribisha hapa katika eh, boma la Mamatiko. Guys uh, hiyo ndio namba yao, na kwenye bango utaona kwamba bango linaonyesha kwamba baadhi ya vitu ambavyo wanatibu eh, wanasema kwamba wanatibu kurudisha mapenzi, nguvu za kiume, kushinda kesi na biashara, kupata mtoto eh, masomo, kupita masomo alafu nambari yao ya simu ambaye ameisoma ni 074017 8333 na nambari ya Airtel ni 0751233559. Na vilevile tutaweza kuandikia pale chini nambari hiyo, ili uweze kuipata wakati ufahao. Kutoka kwa wanashims Media na produsa wetu mkubwa Bwana Dante, tunasema shukran, kwaheri kwa sasa. Naam, tumeshukuru sana mamatiko kwa muda wako, shukuru kwa kuja kwenyu mm. nimeshukuru sana baraka, sijui tutatoka nazo ni, lazima, eh? lazima mupewe. Eh, baraka <laughs> lazima lakini mkaingia hapa mm. mkakosa baraka hapa eh, kama mm. ni mtoni mmekuja, sasa na nyinyi pia mwendeke na baraka kama asanti. Asanti, eh, asanti. ni baraka za Mungu sio mambo mengine ni za Mungu, si ndio? si hata wewe una believe kwa Mungu mama, lazima, tiko, lazima. Mm. Eh. Mungu kwanza, Mungu kwanza. Ndio, nimekwambia tangulia na Mungu na imani, tena Mungu ndio mwenye hizi miti, okay eh, hey, ukitangulia na Mungu kuja kwa mamatiko, umesema Mungu wangu nisaidie, lakini ndiye kwa mamatiko, lakini nisaidike, utasaidika. Aha. Mm. Mungu kwanza. Kutoka kwa wana Shims Media, I want to appreciate my producer Mr. Dante kutoka MS Studios. Ametufanyia uh, kazi nzuri sana pale kwenye YouTube, eh, pale kwenye TikTok pia. MS Studio inapatikana pale Chavakali. Guys, wanafanya kazi nzuri sana. So, producer Dante Uh, tutashare uh, video zake pale pia, guys, mnaweza mkamfollow mwone zile kazi safi zenye anachapa za videography, photography na kila kitu, kutoka kwa Mama Tiko kutoka nyumbani hapa Kisii, na the big family of Shims Media Kenya, we want to salute you na tuseme thank you so much, bye bye, tukutane Kakamega County.